Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuza yale yalojiri, tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi nitakusomea habari za kitaifa, habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Nizi ya Masinde. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Dr. Samia atangaza baraza la mawaziri linaloundwa na wizara 27. Katika biashara, serikali yasisitiza kuendelea kuwezesha vijana kiuchumi. Na katika habari za kimataifa, Sheikh Hasina wa Bangladesh ahukumiwa kifo. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja, tuanzie kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Daktari Samia Suluhu Hassan ametangaza baraza la mawaziri linaloundwa na wizara 27 huku akifanya marekebisho kwa kuongeza wizara ya vijana pamoja na kuiondoa wizara ya TAMISEMI kutoka ofisi ya rais kwenda ofisi ya waziri mkuu. Gulaki Msola ameandaa taarifa zaidi, akitangaza baraza hilo ikulu jijini Dodoma. Rais Daktari Samia amesema katika baraza hilo jipya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 pamoja na wanu Hafidhi Amel ambaye ameteuliwa kuwa naibu waziri wa elimu. Asante sana Good Luck Msola kwa taarifa hiyo. Serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia wizara ya afya imeahidi kuendelea kushirikiana na taasisi kutoka nchi za Afrika ikiwamo shirika la msaada wa kiufundi la Nigeria kwa lengo la kupata wataalamu watakaongeza ufanisi wa kiutendaji katika sekta ya afya nchini. Recho Chacha anaeleza zaidi. Akizungumza baada ya kumalizika kikao kazi kilichokutanisha viongozi wa wizara ya afya na ujumbe kutoka nchini Nigeria uliongozwa na waziri wa mambo ya nje ya nchi hiyo pamoja na viongozi wa shirika la msaada wa kiufundi la Nigeria NTAC chenye lengo la kutathmini utekelezaji wa makubaliano yaliyopo baina ya pande hizo mbili katika kushirikiana kuimarisha sekta ya afya kwa upande wa uzalishaji wa wataalam bingwa nchini. Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar Dr. Mgereza Mzee Miraji amesema makubaliano hayo yamehusisha wataalam 35 wa kada ya afya walioletwa nchini kutoka Nigeria kupitia shirika la msaada wa kiufundi la nchi hiyo wakiwemo madaktari bingwa pamoja na wauguzi bingwa ambao wamepangwa kugawanywa katika hospitali na vituo vya afya. Kikubwa tumekuwa tukifanya tathmini ya, ya, ya utekelezaji wa MOU, Memorandum of Understanding, baina ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia wizara ya afya na, na Nigeria, umekuwa na MOU kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita ambayo moyui imejumuisha wataalamu thelathini na tano wa kada ya afya ikiwemo madaktari na madaktari bingwa na manesi na manesi bingwa. Na katika hawa tunapanga kuwagawanya katika hospitali mbalimbali za hapa Unguja na Pemba, na hii ni dhamira ya serikali kuhakikisha kama tunaboresha huduma za afya kutoka kuwa na wataalamu wa kawaida wa afya, lakini tuna wataalamu ambao wamebobea. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwanza wenzetu hawa wa, wa Nigeria, na tumeziwasilisha shukrani hizo kwa Mheshimiwa Waziri wao wa, wa mambo ya nchi za nje Bibi Bianca. Lakini vile vile tumekubaliana kufungua chapter nyingine ambayo tumeona kwetu kwa Zanzibar ina umuhimu swala zima la tafiti. Akitoa ufafanuzi juu ya wataalamu hao, mkurugenzi mkuu wizara ya afya Zanzibar Dr Amuru Suleiman Mahmud amesema timu hiyo ya madaktari imehusisha madaktari bingwa wa upasuaji wa ubongo, mgongo pamoja na macho sanjari na wauguzi bingwa ambao kwa sasa wapo katika hospitali mbalimbali za wilaya. Mnamo mwezi wa Mei mwaka huu, wizara ya afya tumepokea wataalamu kutoka nchi ya Nigeria ambao ndani yake kuna madaktari pamoja na wauguzi Madaktari hao wamo madaktari bingwa uh, wakiwemo madaktari bingwa wa upasuaji wa ubongo na mgongo, lakini kuna madaktari bingwa wa general surgery, pia kuna -kuna madaktari bingwa wa mambo ya macho na wengine, lakini pia tuna wauguzi bingwa na wataalamu hawa tumewa- tumewapeleka kwenye hospitali mbalimbali ikiwemo hospitali ya Kitogani na hospitali ya Morapongwe la wilaya, na wanaendelea kufanya kazi katika maeneo hayo kutoa huduma kwa wananchi. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Anka Oneku amesema serikali ya Nigeria imeonesha dhamira ya kuendeleza ushirikiano huo unaoendana na dhamira ya nchi hiyo kupitia shirika la msaada wa kiufundi ya kupeleka wataalamu wa afya katika nchi mbalimbali ikiwemo Angola, Grenada, Ethiopia, Somalia, Jamaika pamoja na Trinidad. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Wananchi wa mkoa wa Ruvuma wameipongeza serikali kupitia wizara ya afya kwa kuendelea kuratibu na kutoa huduma za mkoba tembezi za matibabu ya kibingwa na mabingwa wabobezi ambazo zimekuwa zikiwafikia moja kwa moja katika maeneo wanayoishi. Kutoka mkoani Ruvuma, tuungane naye Innocent Oromo wakizungumza katika hafla ya uzinduzi wa huduma za matibabu ya kibingwa ya magonjwa ya moyo kwa watoto na watu wazima sambamba na matibabu ya fistura na kuchanika msamba kwa kina mama yaliyofanyika katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Songea Homso. Wananchi wameipongeza serikali kwa juhudi hizo zinazolenga kuboresha afya ya wananchi. Wamesema kuwa huduma za kibingwa za mkoba tembezi zimekuwa mkombozi mkubwa kwa wagonjwa wanaoshindwa kusafiri umbali mrefu kutafuta matibabu katika hospitali za kanda. Aidha, wameeleza kuwa hatua wa hiyo imepunguza gharama na muda wa kusafiri na imeongeza fursa kwa kupata vipimo na ushauri wa kitaalamu kwa wakati. Hii kwetu ni faida kubwa sana, na tunashukuru mpango huu wa serikali kuweka maandalizi ya kufanya huduma kupitia kambi, kwa sababu itaokoa maisha ya wa Watanzania walio wengi, ambao kimsingi wanakuwa wanapata matatizo, lakini hawana uwezo wa kuzifikia hospitali zenye madaktari bingwa. Nawaomba wazazi wenzangu, maana mimi kama mzazi, mwanangu akipata ugonjwa kama huu lazima na huduma za saizi jinsi zilivyokuwa juu, changamoto ni upatikanaji wa pesa. Kwa hiyo tunashukuru serikali kwa kuwa imetoa huduma hii bure. Tunaomba wazazi wajitokeze kwa wingi kuwatoa watoto wao ambao ni dalili kama hizi, waende wakapimwe ili wapate huduma. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi msaidizi wa huduma za mafunzo na huduma za mkoba kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa amesema kuwa uwezo waliojengewa na serikali umewawezesha wataalamu wa afya ndani ya nchi kutoa huduma za kibingwa nje ya nchi, jambo linaloonyesha maendeleo makubwa katika sekta ya afya nchini hospitali Benjamin Mkapa imekuwa ikifanya, eh, ikitoa huduma za kitiba utalii, ambapo pia tumekuwa tukivuka hata nchi ya mipaka ya Tanzania, na miezi michache hapo nyuma tuliweza kufika katika nchi ya Burundi, na tuliweza pia kuhudumia wagonjwa zaidi ya elfu mbili. Kwa hiyo chama chetu zaidi tu kutoa utiba, matibabu kwa kina mama kupitia kambi mbalimbali za upasuaji ambazo tunaziandaa kwenye mikoa mbalimbali na huu ukiwa ni mkoa wa saba kwa mwaka huu tumeshafanya kambi hizi katika mikoa sita. Tunafanya pia mafunzo kwa madaktari ili kuboresha utoaji wa huduma hizi za upasuaji kwa sababu ni huduma ambazo zinahitaji tiba ya kipekee. Taalamu wetu watanufaika nayo kwa kujengiwa uwezo ambao utawawezesha kutoa huduma kutu stahiki kwa wakati aina za matibabu hapa hapa kwetu au kutoa rufaa za mapema. Naye mkuu wa mkoa wa Ruvuma, brigedia General Ahmed Abbasi Ahmed akizungumza na wataalamu wa afya pamoja na wananchi waliokuwa wamejitokeza katika hafla hiyo, ametoa wito wa Ruvuma, kwa watumishi wa afya mkoani Ruvuma kufanya kazi kwa weledi kwa kuzingatia kanuni, taratibu na sheria zinazoongoza katika taaluma yao ili kutoa huduma bora zenye kuzingatia maadili. Hakikisheni mnaendelea kutoa huduma za afya kwa weledi, upendo na kwa kuzingatia kanuni, taratibu na sheria za nchi, pamoja na miiko ya taaluma zenu. Lakini pili, tekelezeni kwa vitendo maelekezo ya viongozi wetu wa juu wa nchi ambao wameshayatoa kuhusiana na utoaji wa huduma bora za afya kwa wananchi, na kwa kufanya hivyo mtakuwa mnatimiza dhamira ya viongozi hao katika kuwapatia huduma bora za afya wa Tanzania. Nikiripoti kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Songea hapa Halmashauri ya wilaya ya Songea mkoani Ruvuma. Innocent Horomo TV Habari. Asante sana, Innocent Horomo, kwa taarifa hiyo. Ili kukabiliana na changamoto ya ajira hapa nchini, wanawake wametakiwa kuacha dhana ya kuchagua kazi kwa kigezo cha jinsia, ili kuhakikisha wanakuwa nguzo muhimu katika familia kwa kujiongezea kipato na hivyo kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa. Taarifa zaidi na Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe inaarifu zaidi. Wito huu umetolewa na baadhi ya wanafunzi wanaosoma fani mbalimbali za ufundi katika chuo cha Mpechi VTC Njombe wakati wa mahafali ya chuo hicho akiwemo Beatrice Mkakanzi pamoja na Ayubu Mwalongo ambao wamesema kuwa licha ya kuwepo kwa mgawanyo wa majukumu katika familia, lakini ni muhimu wanawake wakaanza kusoma fani za ufundi kama vile ufundi wa magari na fani nyinginezo kama hizo. Katika ufundi wetu wa magari <coughs> naweza nikaenda mtaani nikakabiliana na changamoto zifuatazo kama vile <coughs> mimi ni mwanafunzi niliyojifunza ufundi <coughs> naenda mtaani, nilikuwa na cheti <coughs> changu kilichokamilika kwa kwamba huyu ni mwanafunzi wa ufundi wa magari. Nikifika mtaani nitakabiliana na uaminifu katika kazi yangu ambayo nitakuwa nimepewa. Nimechagua kazi ya ufundi kwa sababu naipenda. Pia kazi ya ufundi nimeisomea kwa sababu napenda sana kuwa driver wa magari makubwa ambayo nitakuwa nabeba vitu mbalimbali kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu mimi hapa, mimi mimi, kama mimi si fundi, kwa hiyo siwezi nikategemea kusema nisubia ajira kama mtu mwingine. Kwa mfano, mtu amesoma fani kwa mfano ya ualimu, lazima tasubia ajira, lazima ajiliwe nanii serikalini au sekta binafsi intoeza nikafungua hata sehemu yangu, nikaanza kufanya ufundi mdogo mdogo kama tunavyojifunza hapa chuo kando mafari, na ya sherehe ya mahafali, kituo hiki kimezungumza na mkurugenzi wa chuo hicho Abia Mpangile, amewataka wanawake kubadili mitazamo yao, lakini pia amesema elimu ya ufundi kwa maisha ya sasa katika zama za kidijitali haiepukiki, hivyo ni muhimu jamii ikawekeza katika elimu ya ufundi kwa fani zao. Wengine ni wasusi, kwa hiyo tumewaelekeza wakitoka hapa waende wakafanye shughuli za kujitegemea. Yaani, kuna kitu ambacho mimi nakiona mitaani kuhusu wazazi wenzangu, kwanza wanajikatia tamaa juu ya vijana wao. Ah, baada ya kuwaleta chuoni, unakuta na sasa kijana wangu hana wa akili. Lakini sisi kozi kozi zetu hizi tunazofundisha ni kozi ambazo mtoto tunamfundisha vitendo. Kwa hiyo utakuta mtoto kama darasani hakuwa na akili, lakini ukimleta kwenye vitendo hapa, kupika keki, kutengeneza umeme, kutengeneza magari, unamkuta kijana anauelewa mkubwa sana kuliko angemwacha nyumbani. Mgeni rasmi katika maafari hayo ni Christopher Mbagwa, ambaye ni kaimu mkuu wa chuo cha VETA Makete. Hapa anawataka wahitimu kuhakikisha wanakuwa waaminifu katika utekelezaji wa majukumu yao. Endeni mkafanye kazi zenu kwa uaminifu, ni vile vile ambavyo wanafanya mtaani, lakini tategemea nini? Mkafanye kwa ubunifu, mkaonyeshe utofauti, na utofauti huo ndio utakaofanya kwamba ionekane kama kusoma mtaani na kusoma kwenye vio rasmi kuna utofauti. Kwa hiyo tukawe wabunifu, tukafanya kazi yetu kwa ubunifu. Asante sana Ibrahim kwa taarifa hiyo. Halmashauri ya wilaya ya Musoma mkoani Mara inapunguza msongamano wa wanafunzi darasani kwa kujenga vyumba vipya vya madarasa katika shule mbalimbali za msingi ikiwa pia ni maandalizi ya mtaala mpya wa elimu unaotarajiwa kuanza Januari mwakani. Adamu Kadutu anaripoti kutoka Mara. Ni mguu kwa mguu, ziara ya mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka, anatembelea na kufanya ukaguzi wa miundombinu ya elimu ambapo ujenzi wa vyumba vipya vya madarasa unaendelea katika shule mbalimbali mbali za halmashauri ya wilaya ya Musoma. Utoro uliongezeka na matokeo yalishuka. Lengo la hatua hiyo ni kupunguza idadi kubwa ya wanafunzi katika madarasa yaliyopo na kuzifanya shule ziendane na mahitaji ya mtaala mpya. Tulikuwa na watoto na 752 na, na kulingana na ubora wa madarasa tulikuwa na vyumba vitatu ambayo vilikuwa na ubora ambavyo tulikuwa tunatumia na asilimia kubwa ya watoto wengine walikuwa wanasomea nje, lakini baada ya kupata fedha za mradi wa Boosti, awamu ya kwanza tulijenga vyumba viwili. Awamu ya pili tumeongezewa fedha matundu, ma, matundu tisa ya choo na vyumba vinne vya choo. Utoro uliongezeka na matokeo alishuka, lakini baada ya kuwa tumepata ushirika huu kidogo, shule yetu imeanza kufanya vizuri. Naye mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mabui Merafuru anabainisha kuwa jamii imeona ahueni ya haraka kutokana na ujenzi huo na inaendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha mradi unakamilika. Nashukuru, nashukuru serikali kwa na kutujali na kutuona ya kwamba sisi wananchi na watoto wa shule hii ili wapate miradi kama hii. Tunashukuru sana, tunaendelea kuwapa pongezi za dhati kabisa ya kwamba waendelee kutujali na kutupatia maendeleo. Kwa maana sisi wananchi tutakuwa bega tu kuishi kwenda kushiriki maendeleo ya serikali yetu, kwamba mafundi walioko hawatoshi kabisa, maana aliahidi kila jengo litakuwa na mafundi wake, lakini sasa inaonekana hao wanahama kwenda huko wanahama kwenda kule. Mkuu wa wilaya ya Musoma anasema kuwa serikali imeshatoa zaidi ya shilingi milioni mia tisa kwa ajili ya miradi hiyo na ameweka msisitizo katika kukamilisha vyumba vyote kwa muda uliopangwa fundi aseme kwamba amepata kazi eneo lingine, sijui kachukua watu hapa ama wapeleka huko, hilo msilikubali kwa sababu mwisho wa siku watakaobaki kuwa nyuma ni nyinyi. Kwa hiyo li msilikubali, mimi nitarudi hapa baada wiki minajua, ya wiki mbili na nyinyi mnajua changamoto zilivyokuwepo hapa, kubwa za matundu ya vyoo, uchakavu wa miundombinu hasa madarasa. Sasa pesa inapokuja kama hivi tunatakiwa tuitendee haki. Adam Kadutu, TVE habari Mara. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Tamasha la kimataifa la Marafiki Art Festival 2025 natarajia kuangazia kwa kiasi kikubwa masuala ya amani, utu na maendeleo ya vijana kupitia sanaa, pamoja na kutoa mafunzo ya fedha na mbinu za kupata mikopo kwa wasanii nchini. Taarifa zaidi tuungane naye Recho Chacha kizungumzia maandalizi ya tamasha hilo litakalofanyika kuanzia Novemba 20 hadi 23 mwaka huu. Mkurugenzi wa taasisi ya sanaa kwa maendeleo ya jamii na kiuchumi Aseveda Isaac Adeneko amesema dhamira kuu ya tamasha la mwaka huu ni kutumia sanaa kama nyenzo ya kuhamasisha vijana kutambua umuhimu wa amani na utu kama misingi ya ujenzi wa jamii imara na taifa lenye mshikamano. Amesema mbali na hilo, pia kupitia tamasha hilo kazi zote za jukwaani zitabeba ujumbe wa kuhimiza amani na kuunganisha jamii kupitia kazi mbalimbali mbali za kibunifu na kuongeza kuwa mwaka huu tamasha litaleta pamoja vikundi ishirini na tatu vya wasanii kutoka ndani na nje ya nchi, huku zaidi ya vijana mia moja wakitarajiwa kunufaika kupitia ushiriki wao. Tamasha hili linawakusanya wasanii zaidi ya mia moja na arobaini na linawajengea uweledi, maana kuna inatoa mafunzo na inawapa fursa ya kufanya maonyesho yao. E, vikundi ishirini na nne vitafanya maonyesho kwa siku nne kuanzia tarehe ishirini, tarehe 21, tarehe 22 mpaka tarehe 23 mwezi huu Novemba katika kumbi tofauti. Kumbi ya kwanza ni tarehe 20 ambayo sio Robert, kumbi wa pili ni tarehe 21 na 22 hapo Nafasi Art Space. Ukumbi wa tatu ni uh, kule Firefly Bagamoyo. Eh, mafunzo yote yatafanyika katika ukumbi wa Sedeba ambao ni taasisi ambayo inaandaa tamasha hili. Uh, zaidi ya watu 1000 2000 watakusukutana na kuenjoy tamasha hili. Na yeah, vendors tofauti wata kiuchumi nao. Baadhi ya wadhamini wameeleza kwamba mbali na kazi za wasanii tamasha litaweka kipaumbele kwenye utoaji wa mafunzo kwa washiriki, hasa masuala ya kifedha, usimamizi wa kazi za sanaa na namna ya kupata mikopo. Aidha, mafunzo ya fedha yataendeshwa na wataalamu wa masuala ya fedha kutoka benki ya CRDB ikiwa ni hatua ya kuwawezesha wasanii kutambua fursa zilizopo kwenye sekta ya fedha na kujenga uthabiti wa kiuchumi takuwa na wosha ya maswala ya elimu juu ya masuala ya fedha, tumefikiria kuweza kutoa elimu juu ya masuala ya fedha kwa wasanii na wanajamii. E, unajua sio wasanii wote, lakini baadhi ya wasanii tuna changamoto kidogo ya elimu juu ya masuala ya fedha, ambayo inachangia muda mwingine hata kuweza kuto kupata nafasi kwa urahisi kwenye kupata maswala ya mikopo na nini Unali, unajua kwa sababu unakuta wasanii wengi hatuna rekodi nzuri za masuala ya kifedha bayo itakuwa tarehe 18 siku ya Jumanne kuanzia saa 4 mpaka saa saba. Tukiwa kama jamii inapaswa kusonga mbele, tunapaswa na kuwa na upendo, tunapaswa kushikamana na kuwa pamoja, na sanaa ni namna mojawapo ambayo tunaweza tukatumia kwa ajili ya kusaidiana, yaani kuponyana kusaidiana kuungana, kusaidiana kupata mapato, kwani hata sisi wote tumekaa hapa tumeajiriwa na sanaa. Katika upande wa kiuchumi wa jasiriamali, pia watapewa nafasi ya kuuza na kutangaza bidhaa zao, hivyo kuongeza hamasa ya ushiriki wa jamii kwenye tamasha hilo. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo familia ya mzee Anyomisi ya Mwaliaje, mkazi wa kata Ilemi jijini Mbeya, ambayo imeishi nje kwa zaidi ya miezi miwili kutokana na nyumba yao kuteketea kwa moto imeanza kujengewa nyumba mpya na taasisi ya Tulia Trust ambayo inaongozwa na mbunge wa jimbo la Uyole Dr Tulia Axon. Taarifa Daniel Simarta kutoka Mbeya inaarifu zaidi. Hayo yamesemwa na Nsajigwa Mwaliaje ambaye ni mtoto wa mzee Anyomisi ya Mwaliaje wakati akizungumza na vyombo vya habari juu ya namna taasisi ilivyohakikisha inarudisha tumaini kwa familia hiyo, huku balozi wa eneo hilo ambapo nyumba imeungua Elasto Mwandete amezungumzia juu ya tukio hilo. Namshukuru mheshimiwa kwa alichokifanya, kutoka mwanzo tuko pamoja mpaka saa hizi. Mimi nashukuru sana na viongozi wote wa serikali. Namwombea sana mheshimiwa Tulia Action aendelee kuwa na moyo hata kwa, li, kwa ili, watu wengine tumefarijika kweli kwa hili alichokifanya. Familia yetu ina watu watano kwepo baba, mama na wajukuu wajukuu watatu, lakini wote walitoka salama na mpaka sasa hivi wako vizuri, wanaendea vizuri, amna aliyezurika, wote walitoka salama, ila vitu vyote vilungulia ndani. Taarifa ya kwanza ilinipa, walinipa wakati nipo kidogo, nilikuwa nje ya mji, lakini ikafanya juu chini, ikafanya juu chini mpaka nifike hapa, nikawasiliana na wale wazimamoto wale wazima moto kweli walikuja kwa wakati, lakini nilipofika hapa nikakuta watu bado wanaendelea kuja na juhudi za kuokoa vitu kwa hapa mazingira haya yaliyopo, yani hapa kubaki kitu chochote. Lakini ni mshukuru mbunge pamoja na mwenyekiti wa mtaa, baada ya kuwasiliana kufanya mawasiliano, wao wakaja hapa, mbunge wetu pamoja na diwani, wakatuahidi kwamba jamani, kama sisi serikali tutajenga hii nyumba kuanzia chini mpaka juu, alafu na kuweka vitu vya msingi kwa upande wake diwani mteule kata Ilemi Baraka Zambi amezungumzia namna mbunge wa jimbo la Uyole alivyoahidi juu ya tukio hilo, huku mwenyekiti wa mtaa akawa na haya kusema: napenda nimshukuru sana Dr Tulia Ackson Mwasasu kwa kuona aanze kujenga nyumba hii ambayo aliahidi pale tu siku ambayo ili iliungua. Mimi na mbunge tulifika hapa, ilikuwa tarehe tano. Tukio hili lilitokea usiku, lakini asubuhi tarehe sita mwezi wa tisa tukafika hapa na mheshimiwa mbunge tukaiona familia lakini pia tukaahidi kwamba tutajenga nyumba hii. Mheshimiwa mbunge aliahidi kwamba tutajenga nyumba hii. Nipende kumshukuru sana Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo hili la Uyole kwa hekima na busara aliyoitumia kuwasaidia hii familia ya mzee Anyomwishe. Mwaliaje mwakilishi wa taasisi ya Tulia Trust Adi Kalinjela amezungumzia namna taasisi hiyo inavyotoa huduma kwa wananchi wa jimbo hilo. ili tuweze kuhakikisha kwamba familia hii na yenyewe inapewa tabasamu na inarejea kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hiyo eh, niwahakikishie tu kwamba tutaendelea kufanya shughuli hizi kama ilivyo kawaida yetu, taasisi ya Tulia Trust. Na hii ni nyumba ya 22 kujengwa ndani ya eh, jimbo la Uyole na Mbeya mjini kwa ujumla, na maeneo mengine ya nje ya Mbeya, kwa sababu tumekuwa tukifanya shughuli hizi si jimbo la Uyole peke yake na Mbeya mjini peke yake, hata mikoa mingine nje ya mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo tuendelee kuwaomba wanajamii, tuendelee kusaidiana kwa jamii ambazo zinapata changamoto mbalimbali mbali, ili tuweze e, kukua kwa pamoja, na tuondoe changamoto ambazo zinatukabili kwenye, kwenye jamii zetu. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Daniel Smelta. Habari. Asante sana Daniel Simarta kwa taarifa hiyo, mtazamaji. Hii ni taarifa ya habari, mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE Habari. Serikali yasisitiza kuendelea kuwezesha vijana kiuchumi.